Siku moja nikawa nimekaa mahali fulani nikawa namsikiliza mtu mmoja akihubiri. Sasa katika maelezo mengi aliyozungumza akagusia eneo moja akasema kwamba kikao kilikaliwa mbinguni, Mungu pamoja na baraza lake lote, kina Yesu, kina Mikaeli, kina Gabrieli na malaika wengine wote, nao wajua wewe, walikaa chini wakaulizana kwamba tumtume nani duniani awaokoe wanadamu. Huko kwenye kile kikao, mada kuu ilikuwa ni hiyo, kwamba tumtume nani duniani awaokoe wanadamu. Yule mtu akaendelea kusema kwamba baada ya Mungu kuuliza swali kama hilo, hakuna aliyejitokeza, wote walikaa kimya. Ndipo baada ya muda fulani sauti ya upole ikasikika ya Yesu ikisema kwamba nitume mimi Bwana. Sasa, sijakaa vizuri baada ya kusikia taarifa ya huyo mtu aliyekuwa anazungumza hivyo nimetoka kidogo nikasikia mtu mwingine akiimba na wimbo kabisa, wakauliza nimtume nani. Kukawa na ukimya, hakuna aliye jibu. Baada ya ukimya kupita, ndipo Yesu anaongea kwa sauti ya upole na kumwambia baba yake, ninaomba unitume dadimai eh, wa ni yani, nikakomboe wanadamu. Nikawa najiuliza kwamba haya maelezo yanatoka wapi, kwa sababu maelezo yoyote nje na Biblia hayo hayatoki kwa Mungu. Fundisho lolote ambalo halina ushahidi wa maandiko, hiyo halitokani na Mungu. Sasa nikawa najiuliza swali kama hilo kwamba maelezo kama hayo wanayatoa wapi. Sasa katika kuzunguka na kujiuliza kwingi, mtu mmoja, yeye akaja kusoma na andiko kabisa, akiwa anatoa maelezo kama hayo akasoma naandikwa, akasema imeandikwa kwenye Isaya 6 kwanzia mstari wa nane. Sasa mimi kwa sababu nataka nielewe zaidi, si kwanzia mstari wa nane, ikabidi nirudi kwanzia mstari wa kwanza, kwa wa kwanza, kwamba kilichokuwa kinazungumzwa hasa ni nini, kwa sababu wakati mwingine ili uielewe Bibilia usianzie kwenye mstari husika, inakulazimu urudi hata nyuma hatua nyingi, ikiwezekana aya nzima isome, alafu hapo ndo utapata picha halisi ya kile kinachozungumzwa. Sasa mimi baada ya kuisoma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 Sasa mimi napokuja kujikwani hapa kuanzia mstari wa tano anasema ole wangu, kwa sababu mimi ni, nina midomo michafu na si tu kwamba nina midomo michafu ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Sasa nikajiuliza, Yesu amewahi kuwa na midomo michafu lini? Nikajiuliza, Yesu huko alikokuwa amekaa mbinguni amezungukwa na watu wenye midomo michafu kwani si anasema kwamba nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Tuseme kwamba baraza la mbinguni, kuanzia Mungu mwenyewe mpaka malaika wa mwisho, wana midomo michafu? Kwa sababu Yesu, si ndio alikuwa anaishi mbinguni, na kile kikao kilikaliwa mbinguni, na mpaka anasema nitume mimi, manake ni kikao kilichokaliwa mbinguni. Sasa anasema ole wangu mimi kwa sababu nina midomo michafu na nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Tuseme Yesu alikuwa na midomo michafu tuseme hawa waliokuwa na kaa nao manake baraza lote la mbinguni wana midomo michafu. Hapo mimi ndipo nilipoanza kujikwaa, nikasema kwamba kwa sehemu kubwa wa Kristo wa sasa tunasoma maandiko kimapokeo, tunasoma maandiko sawa na tulivyokaririshwa, yaani tulimsikia mtu mmoja aliyepotoka tukazingatia hayo, tukaanza kutafsiri maandiko kwa namna hiyo. Kiwalisia hili andiko linagoma Hakuna kikao kilichokaliwa mbinguni mpaka wakajadili wa mtume Yesu. Kuanzia hapa mstari wa tano na goma, pengine ngoja niendelee mstari wa sita. Anasemaje mstari wa sita? Nasema, nasema kwamba kisha mmoja wa maselafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwa kwa makoleo toka juu ya madhabahu, akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo akaniambia, tazama hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Sasa tuseme, haya ni maelezo ya Yesu anajieleza. Yesu amewahi kuwa na dhambi lini? Yesu amewahi kuwa muovu lini mpaka akawe na maelezo kama haya? Ebrania 4 eh, mstari wa kumi na tano Anasema kwamba kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Huyu ni Yesu anazungumziwa kwamba yeye alijaribiwa katika mambo yote, lakini hakufanya dhambi ya aina yoyote. Hilo ni andiko la kwanza, linakataa kwamba Yesu hakuwa yeye katika hayo maelezo ya Isaya sita, ila tunafoji kwa sababu ni tumekalili maandiko tumekalilishwa, yaani hatu hatutafakari maandiko kwa akili zetu na fahamu zetu na uelewa binafsi, bali tunatafsiri maandiko sawa na tulivyoambiwa. Tukija pia kwenye Petro wa kwanza ili sura ya pili e, tukianzia mstari wa ishirini na moja hapa anasema kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfate nyayo zake yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Huyu ni Yesu. Sasa swali nalo nalojiuliza, kuanzia msali wa tano kwenye Isaya sita, anasema kwamba mimi ni mwenye midomo michafu na maandiko anasema kwamba moja wa wale thelafi akaruka na kumgusa kwakaa kwenye midomo yake, dhambi yake ikaondolewa. Yesu aliwahi kufanya dhambi lini? Nilichokuja nikasema kwamba hilo andiko alimuhusu Yesu, huyo alikuwa ni Isaya mwenyewe katika maono yake, ila watu kwa sababu tunakuwa na vitu ambavyo havina ushahidi kwao tunalazimisha kubeba andiko lolote tulifanye kuwa ndo linazungumzia hicho kitu. Lakini kiwalisia hili andiko linagoma. Ujio wa Yesu ni Mungu mwenyewe aliamua kumtuma kwa sababu ya kuwapenda wanadamu, wala hakukuwepo na kikao chochote cha mjadala, hakukuwa na diskasheni yoyote. Na Yesu alipokuja duniani katika kufundisha kwake kwingi alifundisha sana kwa mifano na moja ya fundisho ambayo ilitoa kwa mfumo wa fumbo ni hili hapa la Luka 20 kuanzia ya mstari wa tisa. Alifundisha kwa fumbo, lakini lilikuwa ni fumbo ambalo lilikuwa linamhusu yeye mwenyewe Yesu, kuja kwake duniani, yani mchakato wa yeye kuja duniani. Manaka alizungumza kwa mfumo wa fumbo jinsi ambavyo alikuja duniani. Alikujaje? Kujaje? hii Luka 20 na mstari wa tisa anasema kwamba Akaanza kuambia watu kwa mfano huu: mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno, alitumwa mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga na kumfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyo naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu akatuma watatu, huyo naye wakamtia jelaha, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauliana wao kwa wao, wakasemezana, huyu ndiye mlisi, haya na tumuue ili ulisi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la midhabibu, wakamuua. Sasa haya yalikuwa ni maelezo ya fumbo, jinsi ambavyo Yesu amekuja duniani. Alikujaje? Kujaje? kwa sababu kabla ya Yesu kuja wako manabii walitangulia kabla yake. Hao ndo tuseme kwamba ni hawa watumwa kwa sababu shamba ni dunia yenyewe. Wakulima wanaosemwa ni sisi wenyewe, walimwengu na tawala zetu, ambao tunajipambanua ni kama miungu, tusiguswe mahali popote. Kwa hiyo sasa, shamba ni ulimwengu na hawa wakulima ndo sisi, manake walitumwa manabii kabla ya Yesu kwa nia ya kuokoa ulimwengu, lakini watu wa nyakati zile waliwaua wale manabii, wali waliwatesa, waliwaweka magerezani, waliwafunga na kila namna ya ubaya waliwafanyia wale manabii, kwa sababu wale ni walikuwa watumwa kabla ya Yesu hajaja.